Kwa ajili ya maziko idha bana mautuhu, ikiwa imeshabainika mauti yake, ikiwa ishahakikika kwamba huyu ndugu yetu ameshakufa hatunaye tena, waliohudhuria kifo cha ndugu yao yule wahakikishe kwamba kuanzia hapo wanaanza harakati za mazishi yake bila kuchelewa. Lihadithi ya abi Hurairata radhiallahu anhu, kwa hadithi ya abu Huraira ambayo abu Huraira ameyasikia maneno haya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema: asri'u biljanaza, kwa maana harakieni, harakisheni eh, jeneza, kwa maana harakisheni mazishi ya Mwislamu. Anapofariki aweze kuharakishiwa shughuli zote kuanzia <coughs> kuoshwa, kukafiniwa, kuswaliwa mpaka kuzikwa bila kuche, kuchelewa . Hii hadithi ni asli katika jambo zima hili la kuharakishiwa mwislamu eh, mazishi yake au matayarisho yake eh, ya kwenda eh, kuzikwa.